Yes, wanagosi karibu sana bwana, karibu hope so kwa vizuri na ikiwa yep. Ni siku adhimu kabisa ya Jumanne. Ni siku ambayo wengi huwa wanaisema ni siku ya mikosi, lakini hey. kwa hey, wengine ni siku nzuri huwa wanasema Jumanne ni siku ya mikosi e, wanasema pia ni siku ambayo vile viumbe vina-, vina, vina, vinazagaa zagaa sana mikosi mm -hmm. mm. hebu tuambie ukweli kuhusu jumanne Jumanne, kwa nini watu huwa wanaisema ni siku ya mikosi au ni siku yenye nuksi au ni siku ambayo ukifanya biashara huwa haitoki? Je, hii ni imani au kuna ukweli wowote juu ya hichi kitu? Pengine yeah. mm. kweli, lakini mimi nashuhudia hata baadhi ya wafanya biashara bia mm. wafungue biashara zao wanaoelewa, kuna watu wana, wana, wana elimu dunia na elimu ya kiimani kiimanio, watu watuelekeze kuna nini hapo. Sasa kuna taarifa ni moja tu taarifa inayohusu kibao kata, kilifanyika wiki ilikuwa ya, ya moto, lakini matukio alikuwa ni mengi sana lakini kibaokata bana, mimi hmm, eh, nakishia bango. Kama kuna sehemu kati ya matukio yote ambayo natakiwa kupelekiwa bango hmm, basi mi nabreka bango kibaokata. i kwanini watu ah, wanamsema nani kigumu, eti wapale na vibaokata wavina watoto wat wtu wanasema, ati unaogoma? A, jamani, la binadamu la waja kabisa, kimesimama siku hizi, kimelainika. Kilikuwa kigumu kile, kilikuwa kigumu kwenye ile ule wimbo alioimba na na walioimba <gumia> na kigumu <laughs> Alipiga, alipiga kama shamainda Kijomani. Ai. Ah. Eh. Unakumbuja <laughs> ile ya kushika meza? Eh. Kiuno kigumu. Alipiga kama kile nani wewe wake na na na likipa eh. Eh, eh, alipi, eh. Kama kile. <laughs> Jadi eh sasa. Hadi mjihimokatanitajitahidi. Ajitahidi na mm, tumpongeze kwa kufanya shughuli kubwa. Mm. Shughuli imefana. Watu mm, eh, wengi walizuria. Mm. Mi bwana pale nilikuwa na ndugu zangu alikuwa guzangu ah, mm. Alikwepo wa alifanikisha majambo wazima ya kupiga ltaubetalisikiajtawalipiga pale lbnbkule ni balaa, kule ni balaa na hmm. Kuna siku nitakuja hapa kuwaletea ushahidi wa moja ya video ambazo zinakaribia kutokea hmm. Jambo kubwa sana linakuja, na mimi kama na 69 jambo hili italiweka live kupitia aa, media yetu. Wewe well, jambo kubwa sana. Na nani atakuwepo? Eh? Mna nini? Sana wote yani hiyo hapana wewe. Hiyo kunapigwa Ben Bati karibuni saba zinawekwa pale. Sasa ile ya nani ni cha, cha, cha mtoto, cha mtoto. Hiyo inakuja kubwa zaidi shughuli shughuli. E, yes. Sasa kwenye shughuli ya nani kutokea kitu gani? Sasa vitu vilitokea vingi, lakini ya kubwa kulikuwa kuna uh, mastaa wengi mm -hmm. Lakini sasa hatuzungumziki kwa wakati, tunazungumzia baadhi ya mastaa ambao walionekana kwenye hiyo shughuli, lakini mastaa hao wakawa na majambo mm. Uh, Bwana inasemekana madam na best friend wake BFF wake wa zamani, bwana anaonekana bado hawako sawa watu. Mhm. Kwa sababu hata hata wachangamkiani wakikutana sehemu. Nazungumzia Madam Wema Sepetu na Bibi Amara Kajala. Oh. Yeah. Vitu viko sawa pale? Inasemekana vitu viko sawa. Mbona vitu vinatukia ghafla? Unajua kuna vitu unachoka. Wewe unajui kuona hata kwenye ile jini ile Big 6, mm. Big 6. Eh, unaona alipo alipo Kajala unamwona Wema? Wema hayupo. Hayupo. Kwa kuna vitu vimetokea. Yeah. Nyuma ya pazia. Haviko sawa ndiyo? Na sababu unahisi inaweza kanini? Sijajua sababu, sababu hawa watu kuoga vizuri tu, unajua, vizuri japo kuna kipindi sawa, unajua, uh, ni sawa ni sawa. Na kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, nikitokea mmoja kavunja uaminifu, ile imani huwa inapungua. Sawa vizuri, inapungua eh. Kwa hata kwenye urafiki ikitokea mmekoseana, tena sababu ikawa ni sababu ile kwamba yani ile ya kumuumiza mtu sana, hata mkasamehana, bado yaani hamtarudi kuwa kama mwanzo. Kwa hata baada ya kusamehana hawakurudi kuwa kama mwanzo, ibaki tu kwamba ile watu ambao tulisi tunajuana wasanii tunafanya mm -hmm. kazi pamoja basi tu ile, lakini inavyoonekana hawa watu kuna mmoja bado ana kinyongo na mwenzine, na sijui hivyo s nataka kuniambia, wakati zinapigwa pigwa zile nyimbo za taarabu mm -hmm. kuna namna watu walikuwa wakicheza kurusha vijembe e, kurusha vijembe mwana wangu ah. yeah, mm. hayako vizuri pale, na ndio maana Wema Sepetu unaonekana anatunza sana Eh, alafu akawa na fursa na kuonyesha so shoga yake na divana yes, kwamba ushoga umekithiri umekithiri na umenoga. Sasa umeanza kunielewa vizuri, hivyo ndivyo inavyoonekana kwamba wale watu hmm. hawajakuwa vizuri yani, hata kama ukiona wanacheka basi wanafosi mbele ya kamera, lakini nyuma ya kamera, watu hawako vizuri hata hmm. kama ikitokea wanakutana hivi ikitokea tu ni, ni kama vile kamera zimewamulika kwamba hebu tusafishe hivi vini macho yeah, kwa mashabiki lakini bado hawako vizuri yani, tangu wamestani, tangu ile kwamba imetokea ile mm. shughuli wakasameana sijui nini japo yeah. tunajua walikaa kimya, au, au, au, au wanazungumza, lakini hawana urafiki. Kwa sababu tujue pia kuweka vitu sawa, kuna watu hawazungumzi mm. lakini watu watu, watu mm. hawategemea watu, hicho watu, kitu yani watu walitegemea ni bado ukaribu ule uendelee kwa sababu mm. ilikuwa ni kapu, fulani bia, fufu, fulani hivi amazing Kwani mi naona oh, kama vile kuna wakati pia si, si, si, si sahihi uchangamfu ungeendelea hata kama kila mtu na maisha yake, japo mpaka sasa hivi sijajua eh. Na hii si labda ni kwa sababu kuna kitu ambacho nikifikiria sana, unamfahamu BFF au best friend? Sasa hivi wa wa wa Kajala, best friend wa Kajala, unamfahamu best friend ama umeshamwona? Sasa yuko na mtu ambaye ni Benet, mbali na Paula, best friend wa Kajala. Sasa mimi nahisi ni kwa sababu bado Kajala aliamua kuishi maisha mm -hmm, yake labda huenda aliamua kutoa ule urafiki wa karibu, akaamua kumfanya rafiki yake kwa labda huenda ule urafiki ama sababu, hatumuoni kwanza, pia hatumuoni kama yuko na rafiki mara nyingi. Hata pigia nafuatilia show yao, nikaja kugundua kwamba rafiki wa Kajala sana sana ni Paula, labda pia dada ambaye sijui ni meneja wake, sio ni nani yule ambaye alikuwa anaonekana kwenye show yao kipindi kile, labda atilizi au yule dada, kuna dada fulani hivi ni presenter wa wa huyo ndo mtu ambaye tuna mara nyingi watu kwenye mitandao wanaona yuko karibu na na yeah. Kajala. yes. mm -hmm. hata kwenye reality show aliwahi kuonekana pia yeah. mpaka akazungumzia ukaribu wao nini urafiki wao. mm -hmm. kwa hivyo, nadhani labda Kajala kama kujitengenezea kijiji chake mwenyewe cha watu ambao wasio maarufu sana, wasio wasanii wenzake, ndio maana akienda hata kwenye shughuli kama hivyo, mara nyingi anakuwa karibu na wale watu ambao kazi wanafanya nao tamthilia ile Hmm. Kutoka uh, kampuni ya ya Lamata hmm, vizuri yeah, yes. Huenda ndio hapo pia unakuta hayuko karibu na rafiki mmoja yani, anakuwa ni ana socialize na watu, kwa hiyo ni mtu ambaye yeye watu wote ni watu wa karibu, hana mtu mmoja zaidi ya mtoto wake Paul. Sawa. hmm. hana mtu mmoja zaidi ya mtoto wake Paul. Haya, yeye ameamua ku stick na mwanaye lakini, hmm. pia nakumbuka na kuna moja mafundisho ambayo nilishakusikia kwa watu wazima hmm, wakasema kwamba kama wewe ni mwanafamilia yani, wewe ni baba mama, au ni mtoto ambaye una baba na mama, hakikisha best friend wako kama sio baba yako mzazi, basi awe mama yako mzazi. Yes. na hata baba, best friend wako kama sio mke wako, mm. uliomua basi awe mwanao, aidha kiume au kike, ambao tayari umewasawa, ndio na hicho na kitu kizuri, ambacho pia mimi nimpongeze sana sana sana Kajala vizuri mm. Unajua uh, kufanya urafiki na baba yako au mama yako, mtoto wako mume wako rafiki yako mm. uh, sio rafiki mume wako mke wako ni uwekezaji mkubwa sana kwenye maisha yako kabisa, kwa sababu ni watu ambao usaliti wao hautakuwa mkubwa sana. Hata kama usaliti tatokea, lakini bado mtarudi, kwa sababu tayari kuna damu zinaungana hapo Unajua hata ukishakuwa mke na mume kuna damu pia zinaungana, kuna maagano mmeyatengeneza, sio leo, vizuri mm. kwa hivyo na maana in, inakuwa ni tofauti sana ukiwa na rafiki mume wako, ukifanya na rafiki yako ama ukiwa na mashoga mtaani kabisa. <laughs> Kwa hivyo huenda ni kitu kizuri, lakini pia naisi, kuna upande, kuna wakati pia madam hii kitu inamuumiza mm hata -hmm. hata hiyo siku alijikaza tu hivyo, ninatunza kumwoneshea, lakini hapa roho, yaani bado yani... moyo. Mbona no, yani bwana nini mbona nifanyia hivi? Kwa nini? Kwa nini? E, kwa Kajala, <laughs> ni basi mwambia Kajala ni nisalimie. Nije tu unashindwa. Ni na shida basi ni sawa. Lakini kama nisema labda sio kuziana sivina na mafasana mahusiano tujaye kusikia ama kuona kama watu wao labda waligombania mtu hakuna. Na, na, na, sasa na, najua na ni kitu gani. Mimi kwambie unaona mastaa wanawake hmm, hawa kike hapo. Wana vitu vya chini chini vingi vinaendelea. Hawavionyeshi yes, lakini kuna vitu vingi sana vinaendelea. Mm. Mimi naonaga bora hata yule dada nani yule yule dada nani Uswazi yule yupi yule Uswazi, anajiita Uswazi, anauzaga nini hizi. Alikuwa na beef juice kati hapa, nasi alikuwa kwenye kibao kata, ah wale ki, ah kina nani kina Mariam kitasa sio, eh, wale nasi alikuwa kwenye kibao kata, umeona wale Mariam Uswazi wale ya wale, wameonyesha beef lao live hawajataka kulificha yes. La moja mbao, na moja kati ya mabifu ambayo sasa hivi yanazungumziwa ni lile ndio. Na hata kwenye shughuli watu wanapenda wanawaita wote. Sasa wale wameamua kuyaweka bwana, kama mbwai iwe na yale akijakuisha aesheishaay ndio, aa kila mtu anayaona yanatoka kwenye moyo e. Mbaya ni kukaa e, na nyongo. Yaani nyongo unaitoa kwenye sehemu yake, unaenda kuiweka kwenye moyo. Kazi yake ni kusafirisha damu, unauongezea na nyongo hiyo, ndio mbaya sasa hapo. Mi ndo naposema vile, vile kwamba mm. Wema na diva na ruliva mm. kama best friend wao huu ni wa kumuumiza Kajala mm. hauwezi kutoboa. Kama best friend wao wanaoonyesha ni kumuumiza Kajala hauwezi kutoboa. Kajala is so happy na mwanae na unaboga yani, hakuna kitu kibaya kama unamfanyia mtu mtun yani unajitahidi una, kumuonyesha mtu ubaya alafu hana mm. muda na wewe Unajua Kajala ameamua am, kuishi maisha fulani hivi, mi I don't care, nachoangalia mi ni familia yangu. Ndicho ambacho kitu ambacho anakifanya Kajala kwa sasa, ndio watu kiangalia, hata uone hata mahusiano yake hata mahusiano yake yaoni, kwa sababu yeah, ameamua kustiki na familia mm, familia, kazi, mazoezi. Mi nahisi mazoezi ndio rafiki yake mkubwa, yaani ni hivyo tu. Unajua kuna kitu pia unatoka zako kwenda mazoezi viudi, umechoka, umekaa na familia ama tolendona kwenda kupali huko, kupata stori za umbea, kugombana na watu kushia maujinga. Ndio maana Kajala anaishi maisha hayo, akitoka zake mazoezi kama anaenda kushuti basi karudi nyumbani, kacheka na Amara, kamsalimia Paula, shughuli zimeisha. Amegombana na Paula, yanaisha, mambo yanaendelea. Hiyo ndo kitu nzuri sana lakini, urafiki huu tena watu maarufu, mwisho wa siku no, wengine no. pia ndio hiyo, wanaenda kwa Babu Kigoma huko, watu wanaonekana wanaenda. Kuna watu nasikia nyata zao zilichukuliwa bwana. hmm. hmm. Cheka na mimi nikupe story wewe. Ah, uh, wewe nakujua. Alafu <laughs> mwingine anakuwa ananikimbia. Leo mimi moja mbili tatu. Eh. Sijui kaniambia kisema na kuna mmoja maarufu ambaye nyota yake hivi imeshuka sana na anakosi kuirudisha. Nasikia we. We. Pia ilichangia na urafiki urafiki. Nani? Eh e urafiki au wewe ni acho wewe. Nipe kodi. Au wewe ni acho nitakupa nitakupa behind. Nipe kodi. Anaitwa anaitwa na nipe basi hata herufi. Herufi. Herufi tu ya kwanza. Herufi <laughs> ya kwanza. Herufi ya kwanza. Ah. Yeah. Hmm. Ina zone ndo herufi gani ile? Aya, D. Hmm. Tena. Na wewe tena herufi unaanza kunichoma hivyo hivyo. Ivo herufi ya kwanza CD, herufi ya mwisho si, ni ipi? Oh. niipi? <laughs> Dongo <laughs> Ha, wala. Yeah, yeah, mba, mm, uh, vitu vingi lakini, Sami, pia tukumbuke kwamba moja kati ya vitu ambavyo pia vilivutia watu ni uchangamfu wa Malkia Karen. Ndio. Yes, nini, na hiyo yes, kitu niliona nikasema au ni baada ya au, ni mimi nadhani kuna kitu kimoja mm, kuna wakati pia ukikubali maisha yako unaoyaishi mm -hmm, ukiridhika unachokipata mm -hmm, na ukapata mtu ambaye mnaelewana mkaridhiana mm -hmm, lazima uwe na furaha inavyoonekana Karen pia kwenye mahusiano yake anaishi mahusiano ambayo hayana stress, hata kama zipo, lakini za kawaida sana, hazi haziathiri athiri yeye uh, kazi zake, lakini pia haziathiri athiri yeye kuonekana kwa watu kama ni mtu unajua, unatungiza kesho eh, hey, huyo mtu maarufu leo sura yake haina nuru. Mm. Yaani kuna watu stress zinawapiga kiasi kwamba hata ule umaarufu sasa anaanza kupotea. Mm. Sio vizuri. Kwa hivyo inavyoonekana Karen pia, uh, biashara imekubali, sio ndio, vizuri. Mm. Eh, nundu zimekubali Halafu uh, baada ya kuvishwa pete na baba watoto wake wawili. Ah, ndio mambo. Eh, mtaniambia nini na kazi yangu nzuri na watoto wangu na mwanaume wangu anivalisha pete kalipo zawadi ya iPhone 17, mtaniambia nini? Ah. I see <laughs> Kwa hiyo uchangamfu umetokana na furaha ambayo anapewa ana kwenye maisha. Anapewa eh kwenye maisha. Una wakati pia unaambiwa tafuta mtu ambaye atakupa furaha na amani. Mm. -hmm. Sio akupe upendo tu. Je, kujiwa upendo kuna furaha na amani? Kama hakuna furaha, furaha na amani. Vipi, wezi wezi. Kwenye mahusiano pia kama hamna furaha na amani, mtu atakupenda vipi uwezi kuenjoy? Uwezi. Kwa sababu anza kupenda kwa I love you baby baadaye mara kofi, mara kutukana, mara kusimanga. Lakini mm. -hmm. Kuna ile mtu anakuwa I love you baby, anakupa furaha, anakupa amani, unakuwa huru. Sio mm -hmm. Leo vizuri. Na mahusiano ambayo mtu unakuwa huru kushukuru ni mahusiano mazuri sana, sio mahusiano ya kubanwa. Mm, bwana usifanye biashara, kaa ndani, takuwa nakupa hela mimi, huwezi kuwa na nuru. Lakini ukiwa na mahusiano fani ambao kukukuru, muhimu tu ni heshima, lazima uwe na furaha, sio mwata malekia mm, la, kale na rangi yake inazidi kugrow. Haya, sawa, kwenye ile shughuli bwana eh, walikuwepo watu wa aina nyingi sana, lakini kibaokata asilia kibaokata mm, ni mm, kuwepo kwa wadada wakiwa wamejaa sana wengi, lundo la wanawake. Je, mm, yeah. Wanaume ambao walionekana kwenye kibao kati tena, wamekaa jamvini, wametoka wapi? Utajificha? <laughs> <laughs> wametoka wapi? Wapi? hapo hapo, ndugu yangu eh Wanaume wewe, kama tu siku ile, ilikuwa ilikuwa ni shughuli maandiko, Night of Queen, nani yule? eh yeah, alikuwa ni nani, Poshi yeah, na tuliona wanau, wanawake, mm. <laughs> Lengine, wanaume wanawake wote wako umri, lakini wanaume tukasema basi labda makameramani sio mbaya mm, na wale unakaja mvini, ubuyu ubuyu wa ubuyu, ubuyu ule wa kwa nini ule wa kungwi mwanaume <laughs> na mwanamke wewe, kashata za kungwi kashata, we <laughs> Tena wa MC na si mama anasema mgeukie jirani yako mwambie mwanamke mpambanaji, mwambie nani, mwambia salamu aleikum. Wee, usinami. Ehepo aligeukiwa. Sasa nifanyaji? Akambiwa, mwini yako mwana mwanaume ni mwafumu na geuka. Salamu aleikum mwambia, shida yeko hapi? Ndio tuwache, kuna kwenye shughuli za wanawake haki shughuli na mwanamke umaliko wa shughuli za wanawake haki, kwa unampa mwanaume. Si mwanaume na kibao kata. Eti, kuna mmoja akaifanya. oh, kuna mmoja wewe, wewe, shughuli za wanawake wake hizi mwanaume unafuata nini? ah, mimi naenda tu. Sauti yake imebana <laughs> eh. Oh, mimi naenda tu <laughs> unaenda hey, oh, kama nani? Who are you? Shughuli imeandikwa shughuli ya wanawake, mm, tena kuna kijora <laughs> umekatishwa oh, ile kijora suruali <laughs> Ah, shughuli ya Nandi, tunamshukuru sana aabauasema Nandi hii idea kaitoa kule. Wapi? Wapi? Ah, kwa dadausio kwenye ndiyo kwenye shughuli ya yule. Nani, meneja mm. Sawa kimkiando siko mada mm yake ndio tukamuona Zuchu wanapiga manini kule wakasema kwamba idea hii hapa kakube eh, ana anana anaiba ana idea um, saliba wakati maona wengi wamecheza, lakini imi mi, mi, mi sijona kama kaiba idea okay, mmhm idea mi sijona kama imeibu okay, ehhe yeah, yeah. kwa sababu ukiangalia hata wakinala mswazi wasiwalianzisha hivi zile shughuli za kule kwao watu wameona shughuli zina bamba mm. Mm. na safari hii mm. mi naamini Naamini safari hii mm-hmm. hata huyu Zedi Zedi alikuwa anatamani kufanya vile, oh. kwenye jambo lake. Ila kwa sababu majambo haya yamefululiza kila mtu anayafanya mm. Wakaamua wafanye tofauti. Ah, Zedi. Eh, hey, waende? Zedi ndio nani? Wakavu. Eh? Zedi ndio nani? Si Zedi. Kuna msanii mpya Zedi. Si u, Zedi. Zedi anaishiwa na nini sasa? Bwana, shughuli ilikuwa kubwa sana, shughuli kubwa sana. Kwa hiyo jambo lilivyokuwa kubwa, nikasema hapana, ili lazima niliongelee hii, lazima niliseme Sami hmm. Wewe ni mwanaume hmm. Mwanaume uliyekamilika hmm. Mwanaume shababi hmm. Mwanaume ambaye hmm. Una pesa hmm. You are a gentleman agelm hmm. Una fikra, una IQ hmm. Umetimia, ukivaa suti na kamala pake hmm. Ukivaa kanzu ndio mama yangu hmm. Yani, yani wewe ni gentleman plus hmm. Gentleman to the maximum. Hivyo kimtazama Zaiylisa unamwachaji. Wewe. Eh? Yaani ndo kwa mfano mimi ndo gentleman. Amekuja jinsi Zaiylisa mimi ndo gentleman. Gentleman. Eh, unamuona? Ah, unaona majabu? mm. Nina pesa, nina akili, nina gengla, watu napendwa na watu, nina msimamo nina maamuzi. mm -hmm. Nasikilizwa. mm -hmm. Waini mwache Zaiylisa, kwa nini simnyenyeke Zaiylisa? Achana na urefu wake ambao uko nao na ile rangi yake, achana na kile kipara, achana na bahati ambayo iko nayo ule binti. mm -hmm. Bahati ya kuolewa ule binti anajua. Anajua Zaiylisa alikuwa kama anakunywa juisi lakini kiuno kinacheza, hana tai <laughs> yani, yani, unajua kama mtu ambaye afungia maandazi huko anaongea na wewe. Eh, unasema? Yaani anajua anachokifanya anaweza kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Wewe tena zaidi. Sasa zaidi sasa mimi ndo nampa crown ya kile ta basi igwe igwe. Zaidi sasa igwe igwe, igwe mama, igwe umeweza, umeweza tena. Kwa hiyo Zaiylisa alisema na kijiji chake kwenye ile jambo shout out hmm. kwake hmm. na mimi simpingi kabisa lakini ifike time wanaume tujue nafasi zetu katika jamii, wanawake pia wajue nafasi zao katika jamii. Jambo likiwa la wanawake, wanaume tuwe walinzi ya yeah, vijana msishone suruali. Kama wewe ni kocha, kafundishe timu wanawake, hakuna shida. Lakini jambo la wanawake kama kishinpate au kipokata, mwanaume anapiki kuwepo hii leo ni kameramani, basi kwa kameramani, mwandishi wa habari kwa mwandishi wa habari, kupaka kwenye mikeka na mm, kwenye majani, wanawake wanatia vitu vyao mule kwenye viubui vikashata <laughs> Wai ni zile zinatoa vitu vyao, alafu wengi pia wanaume zao we, mm, mwanaume waje tujiulize, bwana, mimi nimechoka sana sawa. Hii ni gossip table wana, hope so ni mwanafamilia na tayari subscribe, lakini meshai, yep, tuna sign out.